Hey, mambo vipi, karibu sana. Tunaendelea na kujifunza katika playlist hii yetu ya shell scripting na na leo tutakwenda kujifunza jinsi script inavyoweza kufanya maamuzi, na hapa ndipo sasa script zetu zitakuwa smart zaidi. So tutaweza kuona jinsi gani ambavyo tunatumia if statement kuweza kufanya decision, kuweza kusema yes or no kulingana na condition fulani katika script zetu. Ni rahisi sana, tutaenda kuoneshana kwanza, uandishi unavyotakiwa uwe wa hizi Uh, if condition zetu ambazo tutakwenda kuzitumia, lakini kabla ya yote nataka niweze kuwarudisha katika video iliyopita. Mwishoni kabisa mwa video ile niliwaomba mweze kutengeneza edge calculator, nategemea wengi wetu tumeweza kufanikiwa kufanya hivyo. Hata mimi nimeweza kutengeneza hapa, wacha niweze kukuonyesha, niweze kurun ile ambayo nimeitengeneza mimi edge na uone jinsi ambavyo inafanya kazi na kama umeweza kufanya kama hivi nilivyofanya mimi, basi tayari umefanikiwa katika kile ambacho nilihitaji uweze kukifanya. So, enter your birth year, utaingiza mwaka ambao umezaliwa, mfano 2004 then, click enter, your age is 22. Maanake nini, imechukua mwaka huu tuliopo 2026 ikatoa na 2004 ambao umeingiza mwaka wako wa kuzaliwa, na ikatoa jibu kuwa mwaka wako wewe sasa hivi ni 22 ndio age yako ulionayo kwa sasa. Very simple, natumai hata nyinyi huko mmeweza kuweza kufanya kitu kama hichi. Sasa tuendelee leo moja kwa moja katika lengo la video hii kuweza kuona kwanza if zinavyofanya kazi. Kabla ya yote tuangalie structure ya if. Structure if ni very simple. Tunakuwa tunaanza na if keyword yetu, then tunatumia hizi square brackets. Kumbuka square bracket, kisha unaacha space, unaandika condition yako huku ndani. Then baada ya hapo unafunga kwa square bracket, unaeka semicolon, kisha unaacha space, unaandika then na baada ya hapo unaingia ndani humu unaweka vitu vyako then unafunga mwisho wa kuweza kuweka fi. Yani inamaanisha, baada ya kuandika then, unaandika zile logic zako humu ndani, command zako ambazo pengine unataka ziweze kufanyiwa kazi endapo condition italeta true, basi ziweze kuwa executed. Then baada ya kumaliza unaweka hii fi. Lazima utakapomaliza if condition yako mwishoni kabisa uweke hii fi. Okay? So labda niweze kuonyesha kwa mfano na tutengeneze simple script hapa, sripti hiyo tuiite, let's say if structure. So, nano then if underscore structure. So, nataka unielewe vizuri kabla ya kuingia kiundani zaidi kuona jinsi ambavyo inafanya kazi hii. So, if structure.sh nano moja kwa moja ndani. Na uandishi, nimekwambia unaanza na if yako, then unaweka square bracket, unaweka condition Then unafunga square bracket, unaweka semicolon, baada ya square bracket unaandika neno then. Kisha unaingia humu ndani na unaandika zile logic zako ama command zako. So, command zako zitafuata humu ndani. Then baada ya hapo, kama umemaliza hiyo if just inaangalia tu kitu kimoja, basi utafunga na fi, kama hivi. Huku tumeanza na if, huku unafunga na fi. Huu ndo uandishi, ndo structure ya if inavyokuwa. Sasa acha tuone mfano mdogo, let's say, tupo na edge, sawa sawa variable yetu. Tuanze na Shebang, then bin, then bash. Okay, so tupo na variable ya age sawa sawa, so so na 20 then tupo na if square bracket yetu, let's say age uki minus ge easy. Tutakuja kujifunza kiundani hapa mbeleni, muda so mrefu zinafanya kazi vipi hasa, katika video iliyopita uliweza kuniona nimetumia kule pia, lakini tofauti na hii hii, minus ge inamaanisha nini hapa hii ndo condition yetu. Kumbuka sasa hiki kitu kinamaanisha nini hapa? Muda sio mrefu utaweza kuvijua hivi vitu, viko tofauti tofauti, na kila kimoja kina maana yake na wapi pa kuweza kukitumia. So na haraka vyote hivyo tutakwenda kuvikava leo kupitia video hii. So then humu ndani unaweka let's say command yako ya kufanya kitu fulani, let's say sisi tuweke echo. Okay, then tuweke tu you an adult, tayari huyu ni mtu mzima, ni mkubwa kwa sababu miaka yake imeshapitiliza kumi na nane. Sisi kandishani yetu tumetaka kucheki, je, age ni kubwa ya 18 ama sawa sawa na 18? So huyu alipochekiwa akaonekana amepita miaka kumi na nane, kwa hiyo ikatolewa ujumbe huo, then hapo unafunga na FI, very simple. So unaona uandishi wake hauna vitu vingi. Tutaenda mbele, tutaona itakuwa kubwa kidogo, kuna vitu vitengezeka, lakini hivi ndio structure ya if ilivyo, haina shida. Just hakikisha tu unazingatia kuacha space, kuweka if, kufunga mwisho na fi kuweka hizi square bracket katika haya mabano yako, na sio rounded bracket. Kuhakikisha unakumbuka vitu hivyo. Na hiki kitu hapa, acha sasa niweze kukuelezea ni kitu gani na je kama vipo vingine, kipo kipi na kipi? Okay, so hii minus a minus ge inamaanisha greater or equal, lakini pia ipo ile ambayo tumetumia katika video iliyopita, kama siku sasa tuliweka minus tukaweka eq, hii inaitwa equal, lakini vile vile kuna hii minus n e ambayo not equal, then kuna hii ambayo ni minus ambayo tumeitumia hapa g e ambayo ni greater or equal to, lakini pia kuna hii minus greater than ambayo inamalizia na t. Hii ni greater than, then kuna lesser than ambayo ni minus l t, lakini pia tupo na l e lesser than or equal to. Ukiangalia kama zinafanana fulani, tazama vizuri hii e q equal to. Hii n e ni not equal to, lakini hii g e ni greater or equal to, hii g t ni greater than, l t ni lesser than. l le e ni less or equal, inamalizia na e, ujue hapo ni mwisho, inamalizia equal, manake less or equal, hapa ni greater or equal hii hapa ni not equal maanake, hii hapa, hii hapa inamaanisha equal, lakini huko juu pia just ni equal to. So very simple, kama utaweza kuzikava na kuzielewa vizuri, utakuwa ukizitumia na kila utakapokuwa unafanya mazoezi, ni rahisi kuweza kuzizoea na simple tu utakuwa tayari umezikariri bila ya shida yoyote, hazina tatizo lolote. Kwa hiyo hizo ni comparison operators ambazo tutakuwa tukizitumia, unatakiwa uzijue kulingana na ambao unataka kuifanya condition yako unavyotaka iwe utachagua hapa ipi ya kuweza basi kuitumia. Lakini pia ukiachilia hizi kuna strings operators ambazo unatakiwa uweze kuzielewa. Nikima, nikiongelea string operators na maanisha nini zile ambazo maarufu pia nazo unazifahamu tu, unatumia equal kumaanisha equal. Unatumia not equal ambayo inaandikwa hivi kumaanisha not equal. Lakini pia unatumia minus z kumaanisha empty. Unacheki kama ni empty. Unatumia minus n kama sio empty, not empty, kuweza kucheki. Tutakuwa kwa tukizitumia hizi zote, kwa ni, mu, ni muhimu sana kuweza kuvielewa vitu hivi vya mwanzoni kabisa, then baada ya kuweza kuoneshana hivi vitu vichache, wacha niweze kusave hii faili yangu hapa, hii script yangu control o click enter, control x. Wacha niweze ku change, oh sorry, then tumeitaje ile? Tumeiita if okay, if structure click enter, then wacha tuweze ku run if structure yetu. Ya yeah, you are an adult imeweza kutoka, kwa sababu age kumbuka tuliweka miaka 20, kwa huyo anaonekana ni mkubwa sasa Tuachane na hii script yetu ambayo tumeweza kuoneshana structure ya if inavyokuwa na hizi comparison operators na hii ya string ambazo zinatumika kama equal, not equal, empty, not empty. Sasa tutengeneze file nyingine edge check, kwa tutumie touch. sasa hivi tuandike hapa file name yetu edge underscore check and then dot sh, bila kusahau kumaliza na extension yetu ya script. Tuingie sasa katika hii file yetu tuliyotengeneza age underscore check. Tupo katika editor yetu ya nano, na hapa moja kwa moja tutengeneze simple script ambayo itakuwa imekusanya if statement. So tuanze na shebang kama kawaida, so slash bin slash bash, then baada hapo tutengeneze namna ya kuweza kumwambia user ingize na tupokee hiyo data. So, read minus p, then enter. Kitu gani? Enter your age. Then tuweke hapa variable yetu ya age ndio ambayo iweze kuhifadhi hiyo age ambayo ataingiza huyo user kutoka katika keyboard. So baada ya hapo tutengeneze if, square bracket tunatumia, tu call variable yetu ya age ambayo itahifadhi hiyo data ambayo user ataingia, tuache space, tuweke minus greater than or equal to. Unakumbuka hii greater than or equal to ndio ambayo inamaanisha. So 18 square bracket, then tuweke semicolon, tuandike keyword yetu ya then, tuingia mundani ndani, then echo itoe ujumbe iseme access granted. Pengine tunahitaji sisi huyu mtu awe miaka 18 ama zaidi ya miaka 18 ndio iweze kumruhusu basi kuingia katika mfumo wetu. Naweza kutengeneza kitu kama hichi. So FI then control O, kuweza kusave control X, tayari imeisha hiyo script yetu fupi ya kuweza kucheki basi uh, umri wa user atakaoingia na iweze kumletea kama umri wake anaruhusiwa ama no. Kwa hiyo hapa just tumeweka tu kama umri wake ni kuanzia 18 na kuendelea juu, basi mwambie access granted. Kama umri wake ni chini ya miaka 18 isitoe lolote lile, so acha tuweze kutoka hapa na tuweze kuchange faili yetu, so, plus x then jina la faili letu tumeita age underscore check tayari lipo executable sasa, na tuweze kurun dot slash age faili yetu check. So tukirani hapa inatuambia enter your age, mimi nitaingiza age yangu ni miaka 23 miaka ishirini na tatu ikienda kuchekiwa pale katika condition huyu ni kumi na nane. Halafu mimi nikaingiza miaka kumi na sita. Kumbuka kumi na sita ipo chini ya kumi na nane. Katika condition yetu, italeta jibu la false. Nikiclick enter hapa, umeona hakijatoka chochote kile. Ile access granted sasa hivi haijaweza kutoka. Sasa what if kama unataka, kama akiingiza chini ya miaka 18 umwambie, instead ya kutoka access granted, kwa sababu yupo chini ya miaka 18 imtolee ujumbe mwingine, umwambie hauruhusiwi ama access denied. Vipi unaweza kufanya hivyo? Hapo ndo inakuja if else. Hii ambayo tumeifanya sisi, okay, sorry, hii ambayo tumeifanya sisi hapa, just kutumia tu if. Sasa tuangalie if else, endapo upo na machaguo mawili, kama ikileta jibu la true katika condition yetu ifanye hii, kama ikileta jibu la false kionekane kitu hiki kingine. Vipi unaweza kufanya hivyo? Yeah, very simple. Hapa hapa tu unakuja katika baada ya kumaliza if, kabla ya kufunga if statement yako, yani kabla hii ya if, unakuja unaongeza keyword hii ya else then, unakuja unaweka kile ambacho unataka kiweze kutolewa ama kufanywa kazi. So, mfano hapa tuweke huyu ni minor And then huku tubadilishe sasa hivi tuweke ujumbe mwingine, let's say tuweke huyu ni adult simple kama hivi. So hii ni if, else, kama unahitaji kuweza kutoa kitu kama hicho. So nikisave hapa, control o, control x, nikirun sasa hivi faili yangu, Enter your age, nitaweka mimi miaka ishirini na nne kwanza, imetoa adult. Lakini sasa let's say, tukirun tena tukiingiza miaka kumi, Eji yake itatoa minor. Muone, ya unaweza kutumia if else kama hivyo. Lakini hatuishii hapo, tuliweza kuona katika ule mfano uliopita tulitumia kitu kinaitwa elif. Sasa hii inatokea muda mwingine upo na condition zaidi ya moja. Pengine unataka kucheki condition ya kwanza kwanza ikiwa ni false, icheki condition nyingine ikiwa nayo ni false, icheki condition nyingine. Pengine unataka kufanya decision making katika kucheki condition mbalimbali mbali na kama ikitokea situation flani ifanyike kitu hichi, ikitokea situation hii ifanyike kitu hichi, ikitokea situation hii ifanyike kitu hichi. Vipi unaweza kufanya hivyo? Ndio inakuja hiyo if elif else. So tuingie katika hii ya kucheck age zetu, file yetu, I mean script yetu hii hii, twende nayo then. Kabla ya kuweza kuweka else, let's say una condition nyingine unataka kuiweka hapa, maana yake ni kwamba utakuja utaweka hii keyword ya elif then, kama kawaida ulivyoandika hii kandisheni yako hapa juu katika if, na hapo unaandika hivyo hivyo, unaanza na square bracket, unaacha space, unaandika dollar sign, unaweka mfano variable yetu ambayo ni ya age, let's say minus lt. Unakumbuka lt ina maanisha nini? Mwanzoni pale nimeweza kutajia na kukuelezea inachomaanisha. Hii ni lesser than, kwa hiyo itaenda kucheki, je, age ni lesser than namba fulani? Kama ni true, itatoa kile tutakachokiweka humu ndani. Kama ni false, itaacha na itaendelea mbele. So wacha tuweke lesser than 20 na baada ya hapo let's say, tufunge square bracket yetu semicolon then, tuingie ndani na tuweke hapa, kama ikitoa ikitoa jibu la true condition yetu, basi just itoe tuweko, then huyu tumwambie, takuwa utakuwa ni team. Then na huku juu tubadilishe instead ya adult, tuweke child, na pia katika condition yetu tubadilishe instead ya kuangalia than miaka mingapi? 13. So kama yupo chini ya miaka 13, huyu atakuwa ni child. Kama atakuwa yupo chini ya miaka 20, atakuwa ni teen, lakini vile vile, else huyu atakuwa ni adult okay? Else hatuna haja ya kuweka condition, just ni chaguo la mwisho, ndipo condition zote zitaleta jibu la false basi itakuja kwenye else So hapa tuweke adult. Natumai tunaelewana vizuri, najaribu kurudia rudia kueleza sana ili basi tuweze kufahamiana vizuri. So hapa nikisave control o, click enter, control s, nikiweza ku run hii script yetu, enter your age. Mimi sasa nitaingiza miaka kumi, miaka kumi itatutolea nini? Child, okay. Na run tena hapa, sasa nitaingiza miaka 35 itatutolea nini? Huyu ni adult, okay? So na run tena hapa file yangu sasa hivi tuingize miaka mingapi? Let's say 14 tatolea nini? Tin nadhani, unaona hapo the way ambavyo zinafanya kazi, so unaweza kufanya decision kwa kupitia hizo if else if elif else, unaweza kuzitumia hizo kaweza kufanya decision mbalimbali. So kuna issue nzima ya logical operators ambazo unatakiwa uweze kuzijua logical operators, tunaongelea mfano hii ya and, lakini vile vile kuna logical operators nyingine ambayo ni o ambazo tutakuwa tukizitumia pia. Hizi, let's say, unataka kuunganisha condition mbili sehemu moja, na unahitaji kucheki endapo condition zote mbili zikileta jibu la true kafit huyo mtu katika condition zote mbili hizo basi ndipo kifanywe kitu fulani. Hapo tunakwenda kutumia and, maana yake and lazima ikupe condition zote mbili ziwe true. Lakini hii or oh, ambayo ni mstari uliosimama hizi pipeline hii, endapo tu condition moja ikileta jibu la true basi moja kwa moja inaenda ku execute kile ambacho kimo katika sehemu hiyo, lakini endapo, ikileta zote false, itaweza kuto kutoa maana yake, italeta jibu la false pia katika hiyo condition yetu. Na uandishi wake simple tu, unaandika mfano if square bracket, let's say tuchukulie ile variable yetu ya age, itaandika hapa hapa sitotaka kuingia katika script yetu. So, ge kumi na nane, let's say tufunge yetu ya kwanza kwa square bracket. Then unaandika hiyo logical operators ya end, let's say, alafu unafungua nyingine unaacha space, unaandika variable yako, let's say, dollar sign age, kisha usije ukafanya oh, makosa hii logical operator hapa ndo hizi zinatumika end symbol, okay? So, age, minus, then tunafunga square bracket tunaweka semicolon hizo tunaweka then na ndani tunaweka kile ambacho tunataka kiweze kufanyiwa endapo hii condition ya kwanza italeta jibu la true na hii condition ya pili italeta jibu la true. Ili iweze kufanya kazi hii, kitu kilichomo huko ndani lazima basi tuweze kupata hapa true na hapa true ndipo tupate true, lakini kwa kupitia or, ambayo or pia unaiweka tu hapa so or kama hivi hii ikiwa tu yuko true basi moja kwa moja kile kilichomo kinafanyiwa execution, lakini ikiwa huku false hapa ikatoa true, basi pia inafanyiwa execution kile kilichomo ndani. Very simple. Sasa kabla ya kuweza kutamatisha video hii, kuna vitu vingi tumejifunza. Utahitajika kuweza kufanya mazoezi huko mwenyewe na kufanya mifano mbalimbali kuweza basi ku practice na kuzoea hizi if statement zinavyoandikwa katika script zetu kwenye bash. Sasa nataka tutengeneze simple login system script ili kutamatisha video hii. So kuweza kufanya hivyo tutengeneze faili nyingine ambayo tuiite login, okay? So acha nifute hapa na niweze kutengeneza faili yangu ya nano, I mean editor yetu tuingie moja kwa moja, tuiite login.sh. Tuingie. Then kama kawaida tuanze na shebang then slash bin slash bash baada ya hapo tutengeneze variable mbili username na password so username ambayo ni sawa sawa let's say tuandike hapa admin then tuweke na password sawa sawasawa tuweke password yetu ni 1234 baada ya hapo tuchukue data kutoka katika keyboard tutumie read minus P, then enter username so tuweke u ihifadhiwe humu hiyo username watakaoingiza then read weke minus p, aweze kuingiza inter kitu gani password. Then baada ya hapo itahifadhiwa katika p hii, password atakayoingiza sasa. Tunataka tucheki hiyo password alioingiza na username alioingiza zinafanana na hizi ambazo zipo tulizoziweka huku, maanake ni kama vile tunachukulia tupo na database tayari. Mtu kasha register, yupo kaweka password yake na username yake, maana yake tuna retrieve, tuna vuta, na tunavuta tunaangalia hicho ambacho atakiingiza katika login zinafanana. Kama kwani zinafanana tayari itamruhusu, kama hazifanani, itamletea error access denied. So tufanye kitu kama hicho kwa kutumia if. So if tuweke square bracket, then tuweke hapa variable yetu ya kwanza ambayo ni atumie dollar sign u inapia ile username kutoka katika ile login tuchukulie page yetu then Sawasawa sawa, na kitu gani? Na dollar sign username ambayo tume define kule juu, tume initialize variable yetu ya username imekusanya value ya admin, okay? tume Unapata hiyo logic ambayo najaribu kuifanya hapa, kile ambacho tunajaribu kutengeneza. So tumetumia logical operators ya and hapo kati kuweza kuunganisha condition zetu mbili hizi, so hapa pia tutaweka hii ya p password iweze kuchekiwa then iangaliwe, je, yes, inafanana na password iliyopo. So hapa tuweke ile ya juu we define password, then tuweke square bracket, tuweke keyword yetu ya then na tuingie huko ndani. Kama ikileta true, hapo condition ya kwanza true, condition ya pili true, basi iweze kumtolea ujumbe huu, login successful. Okay. Lakini sasa else, kama ikileta false katika condition zetu huko, maana yake nini? imletea ujumbe echo access denied, then tufunge fi if statement yetu na tayari imekamilika. Nadhani inaeleweka, haina haja ya kurudia rudia, video imeshakuwa refu sana, kwa hiyo tusichukue muda zaidi, lakini ina, inafahamika vizuri ukiangalia tu kile ambacho tumekifanya hapa. So acha ni save, control Uh, zi, control o, control x kutoka katika nano editor yetu, na tuweze kuchange basi, tuipe uwezo wa kuwa executable. Then baada ya hapo faili yetu tumeiitaje? Faili yetu tumeiita login, so tuweke login tayari, na tuweze kuirun faili yetu dot slash login. Yeah, enter username nitaingiza mimi. Let's say na, nafanya makusudi kama sijui kile ambacho kimehifadhiwa kule ndani katika username. Mimi naingiza hapa username ni Muhammad. Kumbuka kule username imehifadhiwa ni admin. So click enter. Enter password, nitaingiza password mimi. Let's say, uh, password ni 0987. Click enter. Imetoa access denied kwa sababu huyu mtu anaonekana hayupo. Password haifanani na ile, username haifanani na ile ambayo ipo. Sasa, sasa hivi wacha tuandike zile ambazo zipo kule. Kwa hiyo wacha tu run tena file yetu tuingize, enter username, tuingize admin ndio ambayo imehifadhiwa kule. So click enter. Password 1 2 3 4, ilikuwa mpaka ngapi? Mpaka 4 ya. So click enter, login successful kwa sababu tayari zinaendana na zile ambazo zipo kule zimehifadhiwa, na zimeenda kuchekiwa kupitia if. Tumeweza kufanya hivyo, very simple. Nadhani umeweza kuona hapo. Tukiingia tena, let's say nano katika faili yetu, ukiangalia vizuri, tuli define hapa variable zetu declare username sawa sawa na admin, password sawa sawa na 1234. Tukaenda ku read kutoka kwa user, aingize ya password yake na username yake, ambayo vifanane na hivi huku. Kama akikosea itamletea access denied, akipatia vitamletea login successful, kutokana na condition ambazo tumeziweka hapa ambazo zinachekiwa. Tumeweka hapa variable ya kwanza ambayo ni hii u, kile ambacho user anaingia anaingiza kitakwenda kuangaliwa na kile kilichopo ambacho ni hichi huku, kinafanana kama vinafanana, ikileta true hapa inakwenda kuhitaji zote ziwe true hizi condition zako ili basi iwe true hapa na iweze kufanya kazi na hicho kitu ambacho kipo ndani hapo. Lakini ikiwa moja tu ni false, basi siku zote itakuwa false na itaenda kutoka huku katika else, ama itakwenda kucheki condition nyingine kama tumetumia elif. Very simple. So wacha tuweze kutamatisha hapa video yetu, imekuwa refu sana, lakini nategemea umeweza kujifunza vitu mbalimbali na epuka sana makosa ya kusahau space. Kama unavyoona uandishi ulivyo hivi, hizi space ambazo tumeziacha humu zina maana kwa hiyo usione tu tumeziacha bahati mbaya, zina maana hizi spesi ambazo tumeziacha kuhakikisha na wewe unakumbuka kuacha spesi. lakini vile vile, kumbuka string bila ya quotes, kuna hatari sana kuweza kufanya kitu kama hicho, na ndio maana mimi hapa nikaweza kutumia quotation. Kwa hiyo hakikisha basi unakuwa makini sana katika kutumia quotation hizi. So kazi kwako, nataka uweze kutengeneza script iite system_access .sh, script yako ipe jina hilo na script hiyo ninachotaka uweze kuuliza username na role. Roles iweje? Condition zako ziweje? Kama username ni sawa sawa na Mohamed na role ni sawa sawa na admin, basi huyo mpe full access. Mtoleo ujumbe mwambie full access. Kama role ni sawa sawa na user, basi limited access. Vinginevyo weka access denied. Nadhani tutakuwa tumefahamishana hapo. Na mimi nitakuja kuonyesha nitafanya pia hiki ambacho nimekuambia ukifanya huko So usikose video inayofata, takuja kuendelea kujifunza zaidi, takuja kuingia katika for loop na aina nyingine za loop kama while loop, infinite loop. Lakini kabla ya kuingia huko, tutaonyeshana kile ambacho nimekuambia ukifanya hapo, pengine kitakushinda, ili basi uweze kuona the way ambavyo litakiwa uweze kufanya. Asante sana, like video hii, share na wengine waje kujifunza pamoja na sisi. Una maoni yoyote, kuna sehemu ya comment hapo. Una swali lolote, unaweza kuuliza pia. Tukutane video ijayo.